Na sasa hivi eh, mkuu wetu wa jeshi la polisi alishaelekeza nchi nzima watu kujiandaa na uchaguzi. Kwa hiyo sasa hivi tayari tuko timamu. Hata kama uchaguzi ungekuwa kesho kutwa, eh, tuko timamu kuhakikisha kwamba tunausimamia vyema, eh, ili uweze kuendeshwa kwa utaratibu uliopangwa na Tume ya Uchaguzi. pia katika maandalizi hayo ni pamoja na facilities vifaa vya kutosha, na bahati nzuri mheshimiwa rais ametuwezesha vya kutosha. Tuna nguvu, tuna usafiri, tuna kila kitu. Kwa hiyo tuko timamu kwa ajili ya kushiriki uchaguzi, pia kuhakikisha usalama wa raia wote wakiwemo waandishi wa habari. Pia ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba waandishi wa habari mnakuwa salama kipindi chote kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Nadhani baadhi ya changamoto zilielezwa na mtangulizi wa mada ambazo mnakumbana za kiusalama. Kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba e, waandishi wa habari provided mnafuata taratibu na sheria, basi e, mnakuwa salama kipindi chote. Sisi ni watoto wa Tanzania hii, iwapo machafuko yatajitokeza tutakimbilia ya wapi? Hakuna Tanzania A wala B, kuna Tanzania moja tu ambayo tunaiishi. Kuhamasisha uzalendo, always tuhamasishe uzalendo, amani, utulivu na usalama kipindi chote cha uchaguzi. Kama ni nchi yetu sote, tunapasa kuilinda kwa uwezo wetu wote. Lazima nirudie tu kusema tuwe wazalendo na kulinda maslahi mapana ya taifa letu. Ni lazima tuheshimu na kuthamini taaluma ya kila mmoja, kutambua na kuheshimu mipaka ya kila mmoja wakati wa kutekeleza wajibu wetu. Lazima kuwa na mikakati ya pamoja ya kulinda amani wakati wa uchaguzi. Mikakati ni kama hivi tunavyokutana hapa, hii ni mikakati yetu ya kuhakikisha tunakuwa na amani na kusemea vizuri serikali yetu kwa makubwa mengi ambayo imekuwa ikiifanya na inaendelea kuifanya. Uwepo wa amani, utulivu na usalama wakati wa uchaguzi ni kichocheo cha kufanya cha kufanyika kwa uchaguzi kwa mafanikio yaliyokusudiwa. Usalama wa wananchi wote, wakiwepo waandishi wa habari, unategemea sana kwa kila mmoja kutambua kuwa hakuna haki isiyokuwa na wajibu. Tukitekeleza wajibu wetu kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu na kuheshimu wajibu wa kila mmoja na mipaka ya majukumu ya kila mmoja, sote tutakuwa salama pamoja na wananchi wetu. Aidha tukumbuke usalama wako na wangu unaanza kwanza na wewe na mimi. Najua tunacham, tunatambua sana michango yenu ambayo mnaitoa hasa sisi jeshi la polisi tunawategemeni sana sana, tushirikianeni pamoja katika kuweza kuhakikisha amani inatamalaki kipindi chote kuanzia sasa mpaka uchaguzi utakapomalizika, na sio tu uchaguzi utakapomalizika, bali tuishi hivyo siku zote kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na amani ili viongozi waweze kupata wasaa wa kuweza kutengeneza mipango mbalimbali ya maendeleo, hatimaye nchi yetu kuweza kunyanyuka kiuchumi. Nchi yoyote isiyokuwa na amani haiwezi kuwa na uchumi bora. Nchi inayokuwa na uchumi bora, ujue hapo amani imetamalaki.